Ndugu wenzangu, wananchi wenzangu, katika yetu wa Mpwapwa, changamoto yetu kubwa tunaletewa askari, lakini hana vitendea kazi vya uzima moto, ambapo inasababisha, wiki iliyopita tumetaka kuunguza nyumba ya mzee Kijuu na leo nyumba ya pili tena inapata kuungua kwa sababu ya jambo hilo moja, ambayo, ambayo ni kukosa vifaa vya kutendea kazi katika kuzimia nini moto. Askari tunaye na anapambana, kaka watu leo katusaidia kuokoa nyumba ya mtu, ingawa imeungua kwa asilimia kubwa, kajitahidi jitahidi pasipokuwa na vifaa vya kuzimia moto. Shukrani tikana makubwa sana kwa sababu mji kama huu, mji unakua, kama mji unakua lazima kuwe na zimamoto. Yeah, sio zile za kiwango cha mkoa, kiwango cha wilaya, maana tunaonaga kuna zimamoto ndogo kubwa. mm. Ndio, kwa hiyo sasa hii adha imesababishwa na kuto kukosa kifaa ambacho cha kuweza kudhibiti moto kama huu. ni mkazi wa hapa leo

Naitwa staff sergeant Matuba ni afisa wa zamu ya wilaya ya Mpwapwa. Awali ya yote ni washukuru Bwana Ilolo niwapongeze, naye pia na stahili pongezi kwa maana moto kumefikia, ingekuwa ni sehemu nyingine watu uchilika mdogo, madhara yalikuwa makubwa zaidi. Sawa jamani, jamani jamani, ofisi yetu ipo ofisi ya mkuu wa wilaya, chumba namba kumi na tano ndio Zoezi la ukaguzi wa tahadhari majanga ya moto. Moto nazuilika. Kwa namna yoyote janga lote la moto, namba ya kupiga ni moja moja nne, mia kumi na nne.